Mpendwa mtazamaji, kati ya watu waliojitangaza kuwa ni Yesu Kristo na kuwa na wafuasi wengi, ni mtu mmoja anaitwa Jesus Oyingbo. Mnamo mwaka 1955, mtu mmoja aitwaye Emmanuel Olfumilayo Odumosu au Jesus Oyingbo, kiongozi wa dini nchini Nigeria, alijitangaza kuwa ni Yesu Kristo aliyerudi duniani. Alianzisha chama chake cha kidini, akadai alikuwa amechaguliwa na Mungu kama Masia. Na baadhi ya wafuasi wakamfuata kwa imani. Je, kwa nini wafuasi wake walimwamini kuwa ndiye Yesu? Jesus Oyingbo alidai kwamba yeye ndiye Yesu Kristo aliyerudi duniani na kwamba aliwaleta wafuasi wake kwenye uokovu na furaha ya milele. Alitumia Biblia kama chombo cha kuonyesha madai yake. Wafuasi waliamini kwamba yeye alikuwa na ufahamu wa siri wa Biblia, uwezo wa kutenda miujiza na mamlaka ya kiroho kama mwokozi. Baadhi ya mistari ya Biblia aliyoitumia ni Yohana 14:16. Mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu anayefika kwa Baba ila kwa mimi. Yohana 14:16 na Ufunuo 3:20. Tazama, ninasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Wafuasi walimtii na kumfuata kama kiongozi wa kiroho wa pekee na walihamisha makazi yao na kuishi pamoja ndani ya jamii moja iliyojulikana kama Universal College of Regeneration, yaani chuo cha ulimwengu cha uhai mpya. Je, waliabuduje? Wafuasi wake walikuwa na ibada zao za kipekee. Badala ya ubatizo wa maji, wafuasi walibatizwa kwa mapigo tisa ya fimbo au ngumi, ambayo Jesus Oyingbo alisema ilikuwa na maana ya kiroho. Walikuwa na mikutano ya kijamii na Kikristo, lakini ibada na mafundisho yalikuwa mchanganyiko wa Kikristo, mambo ya jadi na hata baadhi ya taratibu zisizo za Kikristo, kama kutumia na ishara zisizo za Kikristo kama sanamu za dumia au mermaids, simba na vitu vingine vya kifalme. Wafuasi walifanya kazi katika biashara mbalimbali ndani ya kijiji chao kama kuuza mikate, duka, huduma za saluni na biashara nyingine ili kuendesha jamii yao. Kulikuwa na imani kwamba mali zao na maisha yao yalikuwa chini ya uongozi wa kiongozi huyo, jambo lilifanya ibada yao kuwa tofauti na imani zingine za Kikristo. Hata hivyo, Jesus Oyingbo alifariki mwaka 1988 Lagos, Nigeria, kwa maradhi ya kiafya na kisaikolojia. Baada ya kifo chake, baadhi ya wafuasi waliendelea kusubiri ufufuo wake ambao haukutokea jambo lililosababisha kukosekana kwa imani na wengi kupoteza matumaini ya kile walikuwa wakikiamini. Swali la kujiuliza, je, wafuasi wa Jesus Oyingbo bado wapo hadi leo? Kulingana na nyaraka na makala zilizopo juu ya Jesus Oyingbo au Emmanuel Olofunmilayo Odomosu, wafuasi wake wa asili walipungua baada ya kifo chake mwaka 1988 na jamii ya UCR, yani Universal College of Regeneration, kusambaratika. Hakuna ushahidi wa jamii kubwa au taasisi kubwa ya wafuasi wake leo kama ilivyokuwa zamani. Baada ya kifo chake 1988, dini na ibada ilivurugika, wengi hawakuamini alikufa na walisubiri ufufuo wake; lakini hapo ndipo imani yao ilipoanza kuporomoka. Wafuasi wengi waliamini kwamba angefufuka baada ya siku ya tatu, lakini alipofeli kufanya hivyo, wengi walifadhaika, wakapoteza imani na kuachana na imani hiyo. Kampuni na makazi yalichakaa na wafuasi walianza kuondoka. Licha ya kwamba Jesus Oyingbo kujitangaza kuwa ndiye Yesu Mwokozi, katika uhai wake alikabiliana na upinzani mkubwa wa watu ambao hawakumwamini, kwa hiyo walimweka kundi moja na Makristo wa uongo. Katika historia iliyorekodiwa kuhusu Jesus Oyingbo au Emmanuel Orufunmilayo Odomosu, kulikuwa na baadhi ya watu waliokuwa wafuasi wake au karibu na jamii yake ambao hawakukubali kabisa madai yake kwamba alikuwa Yesu halisi na watu wengine walifika mbali wakajitokeza waziwazi kuwa hawakuwa wamemwamini au waliondoka baada ya kutambua ukweli. Binti yake mwenyewe Bukola Emmanuel Odumosu alieleza wazi kwamba hakuwa anaamini kuwa baba yake ni mwokozi au Yesu halisi, ingawa alikuwa baba yake wa damu. Aliendelea kusema kwamba yeye anaamini Yesu wa kweli tu aliyetokea miaka elfu mbili iliyopita. Kulingana na taarifa za historia na makala juu ya Jesus Oyingbo, haya ndiyo maisha yake. Moja, kuhusu kuoa, alitumia mamlaka yake kuchukua wake wa wafuasi au kuwapa wengine bila ridhaa ya mume. Ripoti rasmi nyingi zinaonyesha alioa wake 34, ingawa ripoti nyingine inasemekana alioa wake kati ya 30 hadi 80 ambapo kulingana na madai, baadhi ya wake hao ni wale aliowalea kiroho na baadaye wakajikuta katika mahusiano ya kimapenzi. Mfano mmoja maarufu na wa kustaajabisha sana ni wabinti aliyetambulika kama Bukola Emmanuel Odumosu, ambaye aliolewa na Jesus Oyingbo ingawa jamii ilimtambua kama binti yake wa kumzaa. Hili jambo lilizua utata juu ya mamlaka ya Jesus Oyingbo ndani ya wafuasi wake kumlea mtoto wake baadaye kuwa mkewe ni tabia asiyo ya kawaida katika tamaduni za dunia. Kwa hiyo ilizua mjadala mkubwa juu ya maadili, uhusiano wa familia na mamlaka ya kiongozi wa dini. Mfano mwingine ni pale kufikia mwaka 1959 alikuwa tayari na wake saba ndani ya miaka minne ya kujitangaza kuwa Yesu, na alisema ataendelea kuoa zaidi, kwa sababu aliona kwamba ili kuwa mfano kwa wafuasi wake, akitumia msemo wake wa sheep and I the shepherd, akinukuu maneno ya Yesu halisi mimi ndiye mchungaji mwema, kondoo wangu wananisikia mimi, nami ninawajua nyinyi, Yohana. Kwa taarifa zinazojulikana hadharani, Jesus Oyingbo alikuwa na watoto takriban 30 hadi 40 na alikuwa na wajukuu zaidi ya 100. Tukiachana na mambo ya wake, sasa tuje kwenye upande wa mali. Wafuasi walihimizwa kuwasilisha mali zao kama sehemu ya ibada au kuungana jamii ya UCR. Mali hizi zilijumuisha fedha, biashara, nyumba na hata mashamba. Hali hii ilihimizwa kwa sababu ya imani kwamba kiongozi alikuwa Yesu Kristo aliyerudi duniani na mali zao zingepewa faida ya kiroho kwa wafuasi. Pia aliahidi wafuasi wake kwamba kama wangetoa mali zao na kuishi chini ya uongozi wake, wangepata utajiri, mali na ustawi wa familia. Ingawa baada ya kifo cha Jesus Oyingbo mali nyingi zilipotea na mfumo kuvurugika na baadhi ya wake na watoto walilalamika kukosa mali. Wafuasi waliahidiwa kwamba wataokolewa moja kwa moja bila adhabu au hatari kama watamwamini na kufuata taratibu zake. Jesus Oyingbo alidai kwamba wafuasi wake walipaswa kutofautisha kati ya yeye, yaani Yesu aliyerudi, na manabii wote wa uongo waliotokea au waliokuwa wanadai kuwa wao ni Yesu tukio moja lisilosahaulika wakati jesus oyingbo anafanya kazi yake ya kiroho mwaka 1961 yesu mwingine aliyejiita jesus edidem alionekana huko ikot ekpen mashariki mwa nigeria katika jimbo la akwa ibom akijitangaza yeye mwenyewe kuwa yesu kristo halisi lakini wafuasi wa jesus oyingbo walimwona jesus edidem kama yesu feki hivyo wakaonyesha ukomavu wao kiroho kwa yesu wao jesus oyingbo hii habari za Jesus Oyingbo zinaishia hapo. Ingawa mtazamaji, najua una maswali mengi, lakini yanajibiwa na maandiko na maonyo yaliyoyatoa Yesu Kristo wa Nazareti kuhusu kutokea kwa watu kama hawa. Tunasoma katika Mathayo 24:23 na 24, wakati anawapa wanafunzi wake dalili za mwisho wa dunia na kuja kwake. Alisema, wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki kwa maana watatokea Makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini, hata waliowateule. Tazama, nimekwisha kuwaonyeni mbele. Hao makristo wa uongo waliotabiriwa na Yesu, mmoja wao ni huyu Jesus Oyingbo. Jesus Oyingbo anawakilisha watu wote au mifumo mingi ya ulimwengu huu inayoendeshwa na watu waovu kupitia mgongo wa imani au dini. Silaha yao kuu wanayoitumia kujinufaisha ni ujinga wa watu kuto kujua na kuelewa maandiko. Jukumu langu mimi na wewe ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo katika usafi wake, ili Yesu Kristo halisi ajulikane kwa watu wote wapate kumjua Bwana wao. Naitwa Pasco Michael Peter, PMP Gospel TV. Share video hii kwa wapendwa uwapendao, pia subscribe na kulike. Barikiwa.